Bahati nzuri chama chetu kina misingi mizuri ya kupata wagombea wazuri labda tuamue wenyewe kuto kuiheshimu misingi hiyo iliyojengwa ndani ya katiba ya chama ndani ya kanuni na katika taratibu za kuwapata wagombea wa nafasi katika uongozi pia sistemu ya maadili na miko yake ya kuzingatiwa. Katiba, kanuni, taratibu na miko hiyo vimejaribiwa, vimetumika na kutupatia wagombea wazuri waliokiletea chama chetu ushindi na waliokiletea chama chetu heshima katika chaguzi zilizopita hatuna sababu ya kuharibu safari hii. Kutokana na uzoefu huu mzuri, hakuna sababu ya kufanya tofauti sasa. Naahidi kwa kutoyumba, kwa kuogopa kusimamia misingi hiyo. Nasema haya kwa nia ya kukumbushana daima na wajibu tulionao sisi viongozi, wanachama, wagombea na wajumbe wa vikao kwa ushauri na uamuzi ya chama chetu. Tuna jukumu la kuhakikisha kuwa CCM inapata wagombea watakao kiletea chama chetu ushindi, watakao kijengea CCM ya kesho. Tuna budi kuongozwa na kuweka mbele masilahi mapana ya chama chetu kiretea, bebe, masilaki, mapane, chama kwanza maslahi ya sisi ni makubwa kuliko maslahi ya mwanachama mmoja mmoja, hata yawe mwenyekiti hapa, yaue binafsi ya Jakaya Mrisho Kikwete mwanachama naeaiam yangu binafsi yanakuja ya chini ya maslahi ya chama. Haya ni maslahi malaiyaat, haya ni maslahi ya chama tuna yatanguliza ya sisi

miongoni mwa wagombea wa uteuzi na hata miongoni mwa wajumbe wa Halmashauri Kuu ya Taifa na viongozi wengine na wanachama kwa kufanya mambo kinyume na

fanya mambo kinyume na misingi ya kutafuta uteuzi ndani ya chama ni mambo yasiyokubalika. Na yakie kama vile hakuna lililotokea, kama vile hakuna lililofanyika, hatutaaci hatutajifanya hatukuona, hatutajifanya hatukusikia. na cuasiki, ndugu zangu, tuzingatie na kuheshimu masharti na, na, na kanuni za chama chetu za uteuzi wa wagombea na masharti ya maadili. Naomba niazingatie ili mrahisishe kazi ya uteuzi. Tujadili tu historia ya mtu na uwezo wake kwa nafasi anayoiona, isiwe tunapoteza muda mwingi kujadili makano kano ya mambo yanayofanyika kinyume cha utaratibu. Sasa utafanyaje mambo kinyume cha utaratibu? Ninataka iwe tumepoteza dhamana yetu kusimamia misingi tuliyoiweka, na kikao hiki ndicho chini ya dhamana hii tumekabidhiwa kusimamia bila ajizi, bila kuonea, bila kupendelea nawaa bila kuonyana ma tunawaibwa kutenda haki tutafanya hivo. Wakati wa kiapo cha cha majaji huye wanasema tutatenda haki bila huba, chuki wala upendeleo. Na nimalizie utafanya hivyo bila ya yashii Pia tumeelewana tumefahamiana vyema kusaidiana kuje salama.